Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Basi leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza welcome note. Hatua ya kwanza hakikisha umeprint sticker yenye kipimo sahihi kulingana na bodi yako. Mfano hii kwetu ni ina urefu 60, ina urefu 90 upana kwa 60. Unaweza kutengeneza tu yote kulingana na mapendekezo yako. Basi kama uko mwenyewe utaenda kufuatisha hatua hizi moja moja hadi utaweza kubandika ukiwa peke yako hata kama ukiwa na rafiki yako. Unaweza mkafanya kwa pamoja. Baada ya kuweka stika ile utaenda kuibandua karatasi ya nyuma ambayo haina gundi. Karatasi ziko mbili. Kuna moja ina gundi, kuna nyingine haina gundi. Kwa hiyo utaenda kuibandua kama hivi, unaweza kubandua yote au kubandua kidogo tu kwa mwanzoni ili uweze kupata sehemu ya kujishikiza. Kama hapa tunajishikia kwa pembeni. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tunaenda kubandua karatasi la nyuma lakini hatulibandui lote tunabandua hatua kwa hatua. Kama unapenda huduma za mapambo karibu sana, usisahau kutupigia kwa namba za simu 0750 2727 mwisho 54. Pia tunatoa mafunzo ya mapambo kwa gharama nafuu sana. Karibu sana, tunapokea wanafunzi kila siku. Hapa tulikuwa kwenye bridal shower ya Anet. Kwa hiyo baada ya kubandua kama hivyo, utaenda utaibandika kistaarabu tu, hakikisha wakati unabandika unakuwa umetuliza kichwa Unaona kama hivi unaenda unabandua karatasi ya chini una bandika. Unabandua karatasi ya chini unaendelea kubandika. Unakuwa unavuta tu taratibu taratibu, hakikisha hauibandui yote, unabandua kidogo unabandika. Unabandua kidogo karatasi ya nyuma ambayo haina gundi unaendelea hivyo hivyo hadi unavomaliza. Ofisi zetu zinapatikana Kimara Korogwe na Pugu Kajiungeni. Lakini kama unahitaji huduma ya mapambo popote ulipo tunakufikia, na gharama zetu ni nafuu sana. Usisite kutupigia, tujulishe event yako ni lini na utataka kitu gani na kitu gani. Kwa hiyo baada ya kumaliza kama hivi hapa, huku chini kama ni parefu, unaweza ukageuza kama hivi, ni kwa sifiki chini. Kwa hiyo ni cha kifanya nikageuza hapa, na bandua tu yote ile ilobaki, alafu naenda na ibandika na inua juu hivi, hakikisha imenyooka vizuri zaidi na zaidi. Baada ya hapo, ni unapaste tu kama hivyo. Ukiangalia haina mikunjo na imetulia vizuri kabisa, kwamba inavutia, kwamba mtu atakiona anakuwa anafurahia. Baada ya hapo, ni unaweza ukaongezea tu maua kidogo au balloons kulingana na jinsi ulivyoelewana na mteja wako, ulivyoelewana na mteja wako. Lakini darasa letu la leo ilikuwa tu ni jinsi ya kubandika sticker kwenye welcome note. Asanteni na karibuni sana. Usisahau kutufollow Like na kubonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu.